Nam tugeukie michezo sasa kwani mawaziri wa michezo kutoka Kenya, Uganda na Tanzania wameanza kuweka mikakati ya kurahisisha usafiri wa mashabiki watakaokuwa wakielekea nchi hizo tatu kwa mchuano wa CHAN mwezi Agosti. Kwenye kikao na wanahabari hapa jijini Nairobi, mawaziri hao wamesema miundo mbinu ipo kwenye hatua za mwisho kukamilika. We will be working with our other ministries in charge of immigration uh, to ensure that we have a seamless uh, visa entry requirements, but also uh, we are discussing a Pamoja visa, which will be very critical uh, for the tournament. Asa tutakuwa na mikutano isiyokoma ya mara kwa mara isiyokuisha ya mara kwa mara ya ngazi ya wataalam, lakini pia ngazi ya sisi mawaziri kuhakikisha kwamba eh, Afrika Mashariki inafanya tena E, jambo kubwa kama ambavyo imekuwa inafanya katika maeneo mengine. Me, uh,